Awali ya yote naomba niwashukuru afura wa wote wa wanamichezo wa wote wa Ngara ambao waa uh, nafasi yao ya kidemokrasia kuweza kunichagua na kuwa mmoja wao rasmi kuanzia wa leo. Uh, kikubwa ninachoahidi nanga kakupikia na uh, kufanya yale ambayo nimeahidi kuyafanya mbele yao, na mimi naamini kwa kushirikiana nao na kushirikiana na wadau wengine wote ambao wame ambao watakuwa pamoja nasi basi itaenda kufanya jambo kubwa. kama ilivyo kama ilivyo kawaida, sisi wajumbe huwa ni washauri, lakini pia tunabeba maono ya kiongozi wetu mkuu, kwa maana ya mwenyekiti. Kwa hiyo naomba tu nithibitishe kwamba leo nimeshinda, mimi ni mjumbe wa mkutano mkuu mkoa na kibati nimepewa hapa ya cheti cha kuwa mjumbe wa mkutano mkuu wa mkoa binafsi siku ya leo tarehe ishirini na mbili mwezi wa kumi na moja tumefanya uchaguzi wetu wa chama cha mpira wa wilaya, na niligombea nafasi ya mwenyekiti wa chama cha mpira, na tulikuwa wagombea watatu, na mchakato ulikuwa mgumu kidogo, kwa sababu wilaya yetu kijiografia, yaani kuna timu nyingine ziko mazingira mbali, tunakaa milimani, lakini tulijaribu kuendelea kupambana kwa tafuta a viongozi wa vilabu kuwaomba kura na kuwaeleza tutafanya nini ndani ya wilaya yenu, lakini hatimaye leo uchaguzi umefanyika na nilipata kura kumi na tisa, lakini mgombea aliyekuwa madarakani yeye alipata kura kumi na saba hii inaonyesha wazi kwamba naye alikuwa bado ana nguvu na watu ambao wanamwamini, lakini kuna wengine wa nje ambao waliona sasa mkutana kwetu mwisho, nikakuta nika mimi kura mbili zaidi. Kwa hiyo hizi kura mbili zaidi zinatosha kunifanya mimi kuwa mwenyekiti na natakiwa sasa nitekeleze ahadi zote kwa ajili ya michezo ya wilaya yetu ya Ngara, na hata wale watu kumi na saba ambao wakunipa kura mi, nataka kama tutarudia uchaguzi tena wale pia wanipe kura, kwa sababu nataka kufanya kazi, bodi litembee, vijana wacheze, na mambo kama tulivyosema, mambo atakuwa wazi, mapato na matumizi yatasomwa kila ligi ikiisha tu, mapato na matumizi yasomwe, sio baada ya miaka mitano tusomeane mapato na matumizi. Kwa hiyo so, kiufupi naamini Ngara sasa tunaenda kunyanyuka kimchezo, na vijana wajiandae kucheza. Takachokifanya kikubwa kuendelea kukaa nao wale vilabu. Kuna vilabu hapa tumesikia kwamba vishaanza usajili lakini vilikwamia kazi, nitakaa karibu na vile vilabu vimaliza usajili. Na sio hivyo tu, natamani kila kata kuwe na vilabu vimesajiliwa, ili kama halmashauri itatuelewa sisi kutenga bajeti kwa ajili ya michezo, maanake kila kata itapata nanii mipira maanake ukiangalia kuna kata nyingine hazina kabisa kilabu chochote kilichosajiliwa ndani ya ofisi ya utamaduni. Kwa maana hiyo, tukianza kugawa mipira kwa vilabu, unaweza ukakuta Ngara mjini hapa kuna timu tano zimesajiliwa, lakini ukienda kata nyingine mfano Bugarama hakuna timu imesajiliwa, ukienda Kibogora labda timu iko ni moja, ukienda Muganza hamna kilabu ukienda Nyamagoma goma hakuna kilabu. Kwa hiyo kata zote natamani kuwe na vilabu vimesajiliwa, pia sio hivyo tu ambavyo vimekwama, tupate vilabu vipya, ili hata kama tunagawa mgao wa vifaa vya michezo katika vilabu vyetu, basi kila kata ifaidike. Mi nadhani kama ulinisikiliza, ulikuwa ndani, katika sera zangu mojawapo nisema lazima tuwe na ofisi, kwa sababu hatuwezi kuwa na chama kikubwa cha mpira. Chama cha mpira ni chama kikubwa, halafu kitakosa ofisi. Ofisi zipo hata pembeni, tukapata kiofisi kidogo. Mtu alikuwa na kiduka alikifunga, tunaweza tukakodi hata kama kodi ndogo, lakini tuwe na ofisi ambayo ni icon, ambayo mtu akitafuta chama cha mpira anaelekezwa ofisi iko